Hujambo na karibu tena, tuendelee kuhabalishana taarifa mbalimbali e, bado tukiendelea kuangazia kinachoendelea mzozo wa jamhuri ya kidemokrasia ya Kongo. Nimejaribu hapa kupitia comment ambazo wadau mbalimbali wamekuwa e, wakizitoa kwenye videos ambazo tumekuwa tukiziupload hapa, lakini kubwa zaidi, e, kuna watu ambao wanadai kwamba usiwaite M23 kama ni waasi hao wanapambania maisha ya watu wa Kongo, lakini kuna watu wengine ambao pia wamekuwa wakikomenti negative kwa kundi la M23. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaona kitu ambacho wanakifanya kipo sawa, lakini pia kuna watu ambao wanaona kitu ambacho wanakifanya hakipo sawa. Nilikuletea hapa mahojiano kwa njia ya simu na moja kati ya wakazi wa Bukavu, ni siku tatu. E, zimepita. Watu wengi walipenda, e, kufanyika kwa mahojiano ya moja kwa moja kwa njia ya simu na mtu ambaye yupo Bukavu kwa sababu ukiangalia kumekuwa na habari nyingi sana ambazo zimekuwa zikiendelea kusambaa kwenye mitandao e, mbalimbali ya kijamii. Kama nakumbuka siku tatu nne hapo nyuma, kulikuwa kuna taarifa ambayo inasambaa sana kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ya kwamba wazalendo wanajeshi wanamgambo, ambao wanaiunga mkono serikali ya DR Congo wameingia Bukavu na sasa Bukavu ipo chini ya wazalendo. Ilikuwa ni habari ambayo imesambaa sana, media nyingine zikidai kwamba M23 wametandikwa vibaya mno na wazalendo na wamekimbia Bukavu. Lakini ukitazama zile mainstream media Ukiangalia BBC, ukiangalia CNN e, Al Jazeera, unakuta hiyo taarifa hawajaiposti sehemu yoyote ile. Basi katusukuma moja kwa moja kumtafuta e, mkazi wa Bukavu atuelezee moja kwa moja kutoka Bukavu kitu gani ambacho kinaendelea. Akatuelezea kila kitu kwamba, e, wazalendo walikuwa kama umbali wa kilomita kama thelathini eh, kuingia Bukavu, lakini hawakufanikiwa kuingia Bukavu na katika kijiji ambacho walikuwa wapo walifurumushwa baada ya kushambuliwa na M23. Ni kwa mujibu wa mtu kutoka Bukavu akatuelezea kila kitu ambacho kinaendelea eh, pale Bukavu. Kwa upande wa Bukavu hali ya, eh, hali ya, ya, ya pale bukavu kidogo kumekuwa na, na changamoto sana matukio ya uporaji pamoja na eh, matukio mengine kama ya wizi yamekuwa kiendelea kwa mujibu ya, ya mtu ambaye tulifanya naye mahojiano. Lakini pia leo nimejaribu kuzungumza naye baada ya siku tatu kupita, kuelezea kitu gani ambacho kinaendelea huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini pia Bukavu, na tumeona M23 wameingia Walikale na kiongozi Koloneli Nanga amezungumza wakiwa Walikale, lakini pia kupitia mitandao mbalimbali ya mbali kijamii, walichapisha taarifa hususan katika mtandao wa X wakithibitisha kwamba sasa Walikale ipo chini yao, lakini bado malengo yao ya kuelekea Kinshasa bado yapo pale pale. Sasa kabla tujasikiliza mahojiano kwa njia ya simu na mtu ambaye yupo huko DR Congo na akiendelea kutufumbua na kutuhabarisha kitu gani ambacho kinaendelea huko, nimekutana na taarifa moja ambayo inadai kwamba ujumbe wa kikundi cha wataalamu wa Umoja wa Mataifa unatarajiwa kuingia mjini Goma, lakini pia M23 imesema ipo tayari kujadiliwa. Wanakwenda Goma kufanya kitu gani? Ni ujumbe kutoka kundi la wataalamu wa Umoja wa Mataifa ambao natarajiwa mjini Goma jimbo la Kivu Kaskazini kuanzia Machi 23 hadi 27. Harakati ya waasi wa Congo River Alliance ilithibitisha kuwa imepokea ombi la ujumbe huu na ikasema iko tayari kujadili kwa uwajibikaji masuala ambayo yanahusiana na ziara hiyo. Ingawa malengo mahususi ya ujumbe huu bado hayajafichuliwa, kuna uwezekano kwamba wataalamu wanataka kutathmini hali ya usalama na kibinadamu baada ya takribani miezi miwili ya kukalia kwa mabavu Goma na M23, kundi linaloungwa mkono na Kigali. Ziara hii inajiri baada ya kuchapishwa kwa ripoti ya hivi punde zaidi ya Umoja wa Mataifa kuhusu ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC. Hati hiyo ilithibitisha uungaji mkono wa kijeshi wa Rwanda kwa M23 na ilionyesha kuwa Jenerali Sultani Makenga, kiongozi wa kijeshi wa kundi hilo la waasi, anaendelea kupokea amri na rasilimali kutoka Kigali. Pia alikadiria kuwa wanajeshi 3000 hadi 4000 wa Rwanda kwa sasa wametumwa katika maeneo kadhaa ya Kivu Kaskazini na kwamba vikosi maalum vya Rwanda vilihusika katika mashambulizi ya M23 Oktoba mwaka jana. Moja kwa moja ni kusogeza hapa katika mahojiano ambayo tumeyafanya kwa njia ya simu na moja kati ya wakazi ambao wapo huko Bukavu, akielezea kile ambacho anakifahamu kufikia sasa katika mzozo ambao unaendelea huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kubwa na kusi, tuachie maoni yako, lakini pia mtazamo wako. Kitu gani ambacho kinakujia kichwani ukisikia mzozo wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo? Lakini kuna jambo pia ambalo nimekuwa nikilizungumza mara kwa mara kwamba rais wa Kongo Felix Tshisekedi akitaka vita hivi kumalizika, inatakiwa achague upande. Kwa mfano tu akasema kwamba mimi nachagua Urusi, naingia mkataba na Urusi, basi Putin anakuja hapa. Kuna rasilimali ambazo atazichuma hapa, lakini kubwa atahakikisha kwamba DRC inakuwa na usalama wa kutosha. Nimelizungumza sana katika eh, ripoti zangu, lakini kubwa tumeshuhudia sasa ni kwamba Tshisekedi ni kama tayari amechagua upande, amemchagua Marekani kama kuwa mshirika wake wa karibu, na inasadikika kwamba muda wowote kuanzia sasa Kongo pamoja na Marekani watatia saini mkataba ambao utaiwezesha Marekani kuchimba madini huko DR Kongo, na kwa e, kama malipo basi Marekani itaisaidia E, Kongo katika kuimarisha ulinzi, lakini pia kutoa mafunzo kwa vikosi vya DR Kongo pamoja na kuisaidia Kongo katika zana za kivita, lakini pia kubwa ni kuhakikisha kwamba makundi yote ya waasi M23 pamoja na vikundi vingine vya waasi basi vinatokomezwa huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Weka hili kichwani, nadhani muda wowote tutaona mkataba wa madini kati ya Marekani pamoja na DR Congo ukitiwa saini. Lakini je, tutasubiria kuona impact ya Marekani kuingia DR Congo eh, kama eh, mwekezaji lakini pia mchimbaji wa madini huko katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu usikilize mahojiano ya moja kwa moja na mkazi kutoka Bukavu Andrew. Habari za leo? ha, salama kabisa. nanyie ni aje huko? Safi kabisa. habari za DR Congo huko DR Congo? Bo, tunavumilia polepole, hali gisi iko n hmm. Sawa kabisa. Naona toka juzi hatujaongea tena, nilikutafuta yeah. jana sijakupata jana, sikukua connecte jana, sikukua kabisa hey. Hey. E, mambo yanaendaje? Lakini hapa Bukavu mambo ni sawa mm. ni sawa, hakuna shida, hakuna shida kabisa. na kuna jipya lolote ni, ni, na, nataka nijue uh, pia M23 wameingia wameingia Walikale hey, Walikale na, na Bukavu wamingia, kuna umbali gani? E hey, mbali mbali sana mm. mbali sana sana kabisa mm -hmm. wanajua, wanajigabula wanajigabula, wana wama wamelekea wa ngamo za Walikale, wengine ngamo za Bukavu mm. Goma mm. Uh, Uvira vin mm. na, na shughuli kubwa ambayo inafanyika huko Walikale, wanafanya shughuli gani Walikale kule ni ma, ni manani, ma, hii maor tunaijagaounasikia ma or, or. Hapana, hmm. Labda unitafsiria vizuri ma, ah, madini wanachimba ma, majini kule kuona ah, kwenye shughuli za madini ah, zinafanyika pia hey. Okay. na, na idadi ya watu ambao wapo Walikale pia ni wengi sana. Uh, si wengi sana, si wengi sana kwa sababu Walikale ni, ni nani? Niseme ni territoire, unaona territoire. Nakusikia, na nakusikia hey, nani Walikale ni, ni territoire, siyo kwa Kiswahili wanahitaji. Na hali sasa vipi hapo Bukavu kwa sasa hivi? Kwa sasa kabisa hali kusawa kabisa, lakini usiku wao wajambazi ndio wanavamia tu kila eneo. Na e, wazalendo habari zao kwamba wanatoka kuingia Bukavu zimeishia wapi tena? Uh, kwa sasa wazalendo uh, uh, wamefifia wame kidogo, hawajashambuliwa hmm. uh, tena hmm. wamerudi nyuma zaidi e, wamerudi kabisa, wamerudi hmm na, na, na maeneo mengine huko hali zipoje sasa? Yani ukiachana na Bukavu huko Goma, maeneo mengine hadi sawa iko? hmm. sawa kabisa kwa sababu hapa eh, tunaendelea poa, hakuna vurugu mchana kabisa, hadi iko sawa hmm. na uh, kuna habari kuna za, za kwamba uh, serikali inataka kuingia mkataba wa madini na, na, na, na, na Trump Hmm. Hakuna, nimesoma hakuna ao kwamba eh, Tshisekedi anataka kuingia mkataba wa madini na hawa na, na, na Marekani alafu hao Marekani wataasisti hmm, wata diara Congo kwenye kuleta wanajeshi na kutoa mafunzo kwenye wanajeshi unaona ja, juzi, juzi, juzi. Hmm. Nani Tshisekedi na Kagame walikuwa huko Qatar mm, walikwenda kuongea kuhusu hali ya usalama mm. Na ile hiyo siku ambao walikuwa huko wako naongea na ndio siku au wa M23 walikamata Walikale. Ah, okay. e hey, walisema walisema vita iishe, walipatana kule vita iishe, lakini mm, bado ndio inaendelea na na jamaa yeah, malengo yao ya kwenda Kinshasa bado yapo yapo kabisa yapo. Huyo huyo mkuu wao mkuu wao um mkuu wao una ni Corneille Nangaa, yeye hmm, amesema yeye mapatano ya mapata, Tshisekedi na Kagame, yeye haijui kwamba, hmm, nia yake ni kufika Kinshasa. Hmm. Hey, hayawa osu, nia yake ni kufika Kinshasa tu. Okay. Yeah. Kwa, na kwa jinsi ambavyo jamaa wana, wana fight kuna possibility kweli ya, ya kufika Kinshasa Bo, jinsi wana fight kabisa possibility iko mm, iko lakini mm, unaona ni ni watu ambao wanatumika na hela okay, wakiona swate mwa hii eneo wanaweza wakawashinda, wanapana na hela ili wapite bila tatizo ah. Na, na mtaani watu wanazungumziaje sasa? Wanaona kama mashujaa yani? Wanawachukuliaje mtaani yani? Kwa mfano kama nyewe Bukavu hapo M23, nyewe mnawachukuliaje sasa? Mnaona kama wakombozi, kitu ambacho wanakifanya kipo sawa, au nyewe mnaona wana kama wanakosea yani? Wananchi wanawachukuliaje? Bo, kwa sisi hapa hatuna la kuongea, hatuna hmm, la kuongea, ni kujishusha tu, hakuna kuongea ongea hmm. Ukijifanya unaongea ukijifanya unaongea sana hmm. wanakumaliza hmm. na, na, na yani, kwa kwa mfano kama kuna hayo matukio ambayo yanakuwa yanaendelea mtaani, si ndio? hmm. E, kwa sasa hivi, kwa mfano, ikatokea labda hawa jamaa wamevamia usiku, si ndio? wakafanya yeah, matukio labda hayo ya ubakaji, wakateka waka wakapora, waka vitu, si ndio? Ikitokea wamekamatwa kwa mfano yeah, kuna sehemu wanaweza ukapelekwa, labda kuna kituo cha polisi ambacho kinafanya kazi kwa sasa hivi ni kuua watu. wana- wanaua tu hakuna cha hmm, wa, ni kuua kabisa hmm. Kwanza jana hmm, jana hapa eh, mjini Bukavu kuna kata moja wanaita Kadutu wananchi wa, wa, wa, wa walikamata mwizi wakamchoma alafu wakamla waka. Naona kuna kuna shida ya mtandao ya mtandao unasumbua kabisa. na, nasema hilo tukio, jamaa walipomkamata huyo wakampiga kwa wakaamua kula na nyama yake, ndiyo, ndiyo. na, nasema ni tukio ambalo lishaitokea kipindi cha nyuma, au tukio la kwanza ya kutokea? tukio la hivyo kabisa ndio tukio la kwanza hilo. Watu wamechoka ndio, wa wa mm. wa ya kwanza wamechoka, wamesema kabisa wamechoka sana, wanaona hiyo ni hilo, ndio ni tukio kubwa sana, yani ni tukio la kuingia kwenye historia ya mwaka. Ndio, ndio kabisa, wakeni, inashangaza sana hiyo, ni hatari sana ya, <laughs> Sawa ndugu yangu mi, mi nipo, nimeona tujawasiliana juzi jana, nikakutafuta, naona uko online yeah, na nisema du, na kuongelesha Mm.